Kukutana hii ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu imekuja siku tatu baada ya hotuba ya Martin Fayulu ambaye alielezea nia yake ya kukutana na rais Tshisekedi ili kujadili mzozo wa usalama mashariki mwa nchi. Kiongozi wa ECD alitoa wito wa kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa kuhusu swala la uvamizi na kukaliwa kwa waasi wa AFC M23 kwa miji miwili kubwa ambazo ni Goma na Bukavu shambuliwa kutoka kila mahali, tunahitaji uwiano wa kitaifa. Nilikuja kumwambia kwamba hatuna suluhu 36. Ni lazima tuunde kambi kwa ajili ya nchi, pamoja na machafuko haya yote tuliyonayo. Suluhu ni mazungumzo, hatupambani ili kesho Kongo igawanywe. Fayulu aliomba pia Rais Tshisekedi kukutana na viongozi wa kidini kutoka muungano wa Maaskofu Senko na wale wa kanisa la Kikristu mchini Kongo SSA, ambao wamependekeza mapatano ya kijamii. Kulingana na Fayulu, Rais Tshisekedi aliahidi kujibu ombi hili kwa haraka. Haya yanajiri wakati hali mashariki mwa nchi yaendelea kuwa mbaya kutokana na kuongezeka kwa mapigano kati ya wanajeshi wa Kongo na, wa na waasi wa M23. Freddie Tendilonge, Kinshasa, RFI Kiswahili.